wananchi hawakupata maji ile kawaida. Itashangaza sana, unamwambia mwananchi alipe labda laki tatu laki tano kama vile anakiwana. Haiwezekani. Na mwananchi naye afahamu, sio kipindi chote katika siku thelathini siku zote alikosa maji, kuna kipindi, maana alipata siku tano, ndio maana maji yale yaliyokuwepo yaligaiwa kwa usawa, tuseme hawa leo wapate, hawa wakose. Lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma ila uonekane ule uhalisia na nimuelekeze kwa mara nyingine, sio wadawasa mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa. Yapo baadhi ya maeneo wezi, eneo la Kibamba lilipata changamoto, maeneo ya Ruvu, ya maeneo ambayo yanategemea Ruvu chini, maeneo ya Bunju, maeneo ya Kunduchi, maeneo ya Mwenge eh, na maeneo mengine ya Ubungo, watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe razi pia wana Dar es Salaam. Sisi jukumu letu ni kutoa huduma. Tumetoa huduma kwa kipindi chote, na kukuwa na ikeka, kile ni kipindi cha mapito. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumewapata, lakini hili jambo mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakabiliana nayo. Ndio maana tunaenda phase two Kigamboni, tunakamilisha mradi wa Kidunda, lakini sasa tunatoa maji ya mto Rufiji yanakuja katika jiji la Dar es Salaam, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na maji ya uhakika katika jiji la Dar es Salaam. Swali moja, mwandishi mmoja anataka kumalizia kukata kiu ya swali lake ili kiu ya maji pia ikatike, naomba tumruhusu. Na gridi ya taifa, naomba nizungumze kama nilivyokuwa nimezungumza awali. Gridi ya taifa ni nini? Nimesema kwamba gridi ya taifa ni kwamba kutumia vyanzo vyetu vya uhakika tulivyonavyo, ili viweze kutumika na kutatua matatizo ya maji Koyo, kwa hiyo maelekezo kwamba sasa hivi yatumike maji ya ziwa Victoria yaje Dodoma, lakini katika baadhi ya maeneo mengine kazi tumeshaanza. Imetoa mfano mkoa wa Simiu, imetoa mfano maeneo ya Mara, imetoa mfano maeneo ya Kagera, na hii miradi mingine ya miji ishirini na nane imetoa kazi yake, ni kuunganisha tu, na nimeonyesha ile flow ya namna tutakavyounganisha. Kama mfano, kaskazini tuna mradi huu wa Same Mwanga, yatakuja Kologwe. Kologwe pale tuna mradi wa bilioni mia moja na sabini wakuyatoa maji ya mto Pangani, anaungana ya, ya Same Mwanga yatakwenda Korogwe pale yataenda Handeni, yatakwenda Muheza, Pangani mpaka Tanga, na mingine yatakuja mpaka Chalinze. Chalinze yataungana na wame wame yanahusumiwa na DAWASA pale Chalinze, yataungana na Ruvu mpaka Dar es Salaam. Eneo la Dar es Salaam tunakwenda kuchukua Rufiji, manake Rufiji sasa yataleta Dar es Salaam, yatakwenda mpaka Lindi. Lindi yatakutana na Mtwala ambao ni Ruvuma, Ruvuma wa sasa hivi tumeshajenga mradi kupitia mto Ruvuma, yanakwenda na nyumbu na nyumbu pale, sasa hivi mradi wa miji 28 upo hatua za mwisho, utakamilika, maji yale yatashuka Masasi, Masasi yaende zake Mtwala, na ya Mtwala yataungana na haya ya Lindi kwa kutumia maji ya mto Rufiji. Huo ndio uelekeo wa wizara. Mheshimiwa Waziri, jina langu ni Josephine Kaponya, natoka EFM Radio na TVE. Swali langu ni kuhusu uh, bili na mita za prepaid. Mara nyingi zimekuwa na shida, betri ikiisha kuipata kwake ni kazi. Unaweza kaa hata siku mbili au tatu haujapata maji, ukienda duasa wanakwambia mpaka tuagize Sanyengi. Na mmejipanga vipi kutatua tatizo hili kama wizara ya maji? Jambo lolote linapokuwa kubwa au unalianza mageuzi mara kwanza, mnaanza na changamoto, na ndio maana kabla tujaenda kwa wananchi, tukasema tuka kwanza tufanye, yani kwamba tuanze kujiridhisha kila anayekuja mdau tulimwambia, hebu tuone. Mwingine anakwambia hili jiwe la la betri ya ya prepaid meter itakaa miaka sita. lakini tunamwambia hebu nenda kaifunge katika mamlaka fulani, haijafika hata miezi miwili betri haifanye kazi ile, huwezi kwenda kuifunga kwa wananchi. Kwa hiyo tumejiridhisha na tumekubaliana aina so utitili wa prepaid meter aina gani ambazo zitakazokuwa bora hizi, tuende kuzifunga na tushirikiane na wenzetu wa, wa, wa, wa viwanda mkubwa ambaye ataweza kuwekeza ili i jambo tulifanye kwa haraka na wananchi waweze kupata hii changamoto wapate hii huduma bila changamoto zote. Kwa hiyo huu ndio uelekeo ukienda Ilinga utaona tunao mafanikio makubwa, hasa katika eneo la prepaid. Tumeanza kama pilot eneo lile, ili kuhakikisha kwamba changamoto tutakazozipata basi tuzitafutie ufumbuzi, ili maeneo mengine yasiwe na changamoto sana sana Mmeiona wale, hamjaiona? Eh, alikuwa anasema maji hakuna. asilimia 85.2 vijijini, asilimia 92.5 mijini. Yapo hayapo? <laughs> lakini tunatambua kwamba baadhi ya maeneo bado kunahitaji maji, na Mheshimiwa Waziri, mimi ni kupongeze sana kwa hilo, kwa kazi kubwa mnayofanya. Grid ya maji jamani, Idea ni kama ilivyo grid ya umeme kwamba maji yaunganishwe kutoka kila kwenye kila chanzo cha nchi, lakini tunatumia vyanzo vyetu vikubwa vya maji mazuri baridi ya, mitu, ya maziwa yetu Tanganyika, Victoria, Nyasa, ili pale sijui chanzo cha maji cha mto kimepungua, ya huku yanakuja huku, ya mto yakizidi sana yanakwenda huku, ndio maana ya grid, maanake unaweza kujikuta huko Songea kwa wako zangu wa Ngoni unakunywa maji ya Wasukuma kutoka Mwanza ndio kama nchi tunafikiria kwenda huko, hiyo ndio grid ya maji, ni kama ilivyo umeme. Leo unapotumia umeme, hujui umeme umetoka Kidatu, umetoka Mwalimu Nyerere, umetoka Lindi, umetoka Kinyerezi, umetoka wapi. Ndio maana ya grid, unaunganisha. Inapopungua sehemu moja, unakwenda sehemu nyingine. Sasa ndugu zangu, waandishi wa habari, na ndugu wa Tanzania, mkisikia grid ya maji, maana yake ndio hiyo, yani tumefika mahali ambapo sasa tunataka maji yetu yawasiliane nchi nzima pingi Yaani sio maji mengi kama tunavyopata sisi, yaani maji angalau kupata, at least huduma ya msingi ya maji ni watu milioni 840 ambayo wastani ni asilimia sitini na nane. Hao ni Benki ya Dunia ndio wanasema hivyo kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Sisi vijijini tunazungumza asilimia eh, 85.2. Maanake tuko juu ya wastani wa watu wa vijijini uliotolewa na Benki ya Dunia kwa nchi za Afrika tuko asilimia tisini na mbili nukta tano mijini tuko mbali sana kwa hiyo wale wanaosema uh, nchi haina maji maji yapo na mheshimiwa waziri nakupongeza sana vijiji elfu saba mia mbili na kitu sasa tunakwenda kumalizana na vijiji elfu moja mia tano mheshimiwa dkt samia suluhu hassan akirudi zake kizimkazi watanzania wanakunywa maji mwamwamwa hongera sana mheshimiwa waziri hizi ni habari njema na popote pale ambapo kuna shida ya maji basi ujue mradi unakuja Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru sana. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari wa kesho, tutaendelea na mkutano na wizara ya nishati kama ambavyo tuliwatangazia. Utaratibu wa namna mkutano wetu utakavyokuwa tutawatangazia kesho, lakini njooni uh, uh, inawezekana tusiwe live kwa sababu kutakuwa kuna mgongano wa matukio mengi ndani ya serikali. Tutakubaliana kesho ya namna ya kwenda na mkutano wetu, lakini kesho tutakuwa na waziri wa nishati. Sasa ndugu zangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, tabasamu la utu. Asanteni sana.